Wakina mama wengi wameniuliza feni na madhara kwa watoto wachanga. Kama ulikuwa unajiuliza swali hilo kuhusiana na matumizi ya feni na madhara yake kwa mtoto mchanga, karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembelea channel yangu na uweze kusubscribe hapo chini, kujifunza kuhusiana na afya ya mama mjamzito lakini vile vile na mtoto mchanga. Kuna moja ya mfuataji wangu hapa yeye anaitwa Nuriati anasema kwamba daktari, eti samahani, feni ina madhara kwa watoto na hili swali niliwahi ulizwa na kina mama wengi sana, haswa wa watoto wachanga wenye mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu. Inawezekana unaishi mazingira ambayo kuna joto kali, kwa mfano Dar es Salaam, Tanga, pwani, joto ni kali sana haswa kwa miezi mwezi wa tatu E, mwezi wa kumi na moja jua ni kali na joto ni kali sana. Sasa inawezekana unatumia feni ili kuweza kupunguza lile joto. Sasa, unajiuliza maswali kweli kwamba feni inaweza kuwa na madhara. E, feni inaweza katumika kwa watoto wachanga na unaweza kutumia kuweza kuhakikisha kwamba unapunguza lile joto la chumba chako kwa kutumia feni. Lakini kuna tahadhari kubwa sana ambazo unatakiwa kuweza kuzifuata. Kwa hiyo feni inaweza ikatumika bila kuwa na madhara. Lakini ikitumika ndivyo sivyo inaweza kuwa na madhara. Kwa mtoto mchanga au wakati mwingine tunajua hata kwa watu wazima inaweza kawa na madhara. Feni kama itatumika katika spidi ambayo ni ndogo kwa maana kwamba ule mwendo wake wa mzunguko kama utakuwa ni mdogo, labda ni ile namba moja au namba mbili itakuwa ni salama sana kwa mtoto. Lakini vile vile feni hiyo kama itawekwa umbali walau mita mbili na kuendelea itakuwa ni salama sana. Lakini vile vile feni isimgeukie mtoto. Feni inatakiwa ikae mbali kidogo, isimgeukie mtoto na vile vile chumba ambacho yuko hiyo yu feni kihakikisho kuwa hakina namna yoyote ya kutengeneza vumbi, na tunajua kwamba feni inapozunguka, kama kuna vumbi, basi itaisambaza ile vumbi na kuhakikisha kwamba mtoto anapata mafua, na kama kuna vitu ambavyo vinaweza kusababisha allergy vitamuingia mtoto puani na mwisho wa siku mtoto wako atakuwa katika changamoto. Ukifungulia feni kwa spidi kubwa sana na madhara. Kwa hiyo ule ubaridi si salama sana, na tunajua kwa mtoto akikaa sehemu yenye ubaridi mkali sana chini ya nyuzi joto ishirini ee, kumi na tano anashuka na, na chini kabisa, mwisho wa siku mtoto anaweza kapoteza joto na wakati mwingine naongeza uwezekano wa mtoto kuweza kufariki kwa na sababu tu ya ubaridi. Kwa hiyo kama joto litakuwa lile lile la kawaida nyuzi joto labda la cha chumba labda, kama nyuzi joto ishirini sentigredi ishirini na mbili haswa haswa ishirini na tano itakuwa ni salama zaidi kwenye mazingira yako ya joto. Kwa hiyo, na spidi inatakiwa kama ilivyosema, labda namba moja mbili, ndo unaweza ukaitumia, lakini vile vile lazima uzingatie usafi kwanza wa feni yenyewe. Feni haitaki kuwa kwenye zile, panga zake zinaweza kuwa na vumbi, inatakiwa usafishe ili uhakikishe kwamba hakuna vumbi. Ukifuata hayo mambo yote na mtoto ukamvalisha nguo vizuri, wakati feni hiyo inatumika, ikakaa mbali na mtoto, akakaa ukamlaza vizuri, anaweza kabisa kuweza kutumia feni, na unaweza kutumia feni bila kuwa na shida yoyote. Na feni tunajua ziko za aina nyingi. Kuna zile ambazo zinazunguka ziko chini, kuna yale mapanga boi ambayo yanakuwa juu, yale hayana shida isipokuwa tu kama nilivyosema vumbi na spidi yake lazima izingatiwe. Spidi ikiwa kubwa sana ni hatari, inatengeneza vumbi, lakini vile vile kama kulikuwa na vumbi basi ita, ita, na, na ubaridi unakuwa mkubwa sana ambao unakuwa na madhara kwa watoto. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, unapotumia feni ni lazima uwe makini Anasema kwamba unapotumia feni kuna faida ambazo unaweza ukapata haswa kwa mtoto wako ambaye ni mchanga. Kwenye mazingira ambayo kuna joto kali sana, kuna uwezekano kama mtoto wako anaweza kafariki ghafla, inaongeza uwezekano mtoto kuweza kufariki ghafla, yani kuna joto kubwa sana ambayo changamoto hiyo tunaitwa Sudden Infant Death Syndrome, niliweza kuzungumzia. Ina mahusiano makubwa sana na kumlaza mtoto. Ukimlaza mtoto kwa tumbo, akainamia chini, joto ni kali, uwezekano wa mtoto wako kuweza kufariki ni mkubwa mno na unaweza kumpoteza. Na wengi wamekuja hospitali, mimi nimekutana nao, watoto wao walikuwa wamekwisha kufariki. Anasema mimi nilimlaza vibaya, wanalala kitanda kidogo cha futi tatu, wanalala na mume wake, mtoto akamfunikia, akalala vibaya, anaamka asubuhi mtoto hayupo, amefariki, na walilala naye kitanda kimoja. Kwa hiyo ni vyema kuwa makini sana, na kama ukitaka kujifunza na hiyo mtoto kufa ghafla kutokana na kumlaza vibaya, unaweza ukaclick suggestion hapo juu, utasikiza video hiyo, lakini sikilize baada ya kumaliza video hii kwa hiyo tunajua kwamba feni kama itatumika vizuri kwa ule mwendo mdogo itasambaza hewa vizuri mle ndani na mtoto atapata hewa nzuri na ataishi vizuri, lakini itampunguza uwezekano wa kupata joto kali, ambayo inakuwa ina madhara na kuweza kumpelekea kuweza kufariki. Ule upepo ambao unatengenezwa na feni, wakati mwingine unaweza kusaidia kuweza kuondoa mbu. Mbu hawapendi sehemu ambayo kuna disturbance au kuna usumbufu, usumbufu wa upepo kwao. Mwisho wa siku inasaidia kwa mazingira yetu. Kwa mfano kama Dar es Salaam, mazingira kama Tanga, mbu ni wengi. Mazingira ambayo kuna joto sana, mbu wanakuwa wengi sana. Kwa hiyo itapunguza uwezekano hata mtoto kuweza kupata maambukizi mengine. Kuna magonjwa mbalimbali ambayo yanaambukizwa na mbu kama dengu, kuna magonjwa kama malaria. Hizi zinaweza kupunguza uwezekano mtoto wako kuweza kupatwa na mbu au kungatwa na mbu, na mwisho siku akapata maambukizi ya malaria, na faida nyingine nyingi sana. Lakini yako madhara, ukiweka spidi kubwa inakuwa ni sehemu kubwa sana ya kusambaza vumbi na mwisho wa siku, kama ni vumbi takataka ambazo taka, zinaweza kusababisha allergy kwa mtoto, mtoto atakuwa anapata mafua kila mara. Unakuta mtoto umejifungua, amekaa wiki mbili, ana mafua, umeenda umemtibu, amepona, amerudi tena na mafua. Kwa nini? Kwa sababu mazingira uliyomwekea feni spidi ni kubwa, vumbi ni nyingi, hakuna usalama wowote. Lakini vile vile, hiyo inaweza kampelekea mtoto kuumwa mara kwa mara, kitu ambacho ni hatari sana. Vile vile kama umeweka mazingira ambayo iko spidi kubwa sana ubaridi umekuwa mkubwa, mtoto anakuwa na changamoto ya kuweza kupoteza joto. Unatakiwa umvalishe nguo vizuri na usiweke spidi kubwa. Kwa hiyo kama atapoteza joto, unaongeza uwezekano mtoto wako kuweza kufariki. Kwa hiyo upungufu wa joto kwa mtoto unaweza kupelekea mtoto anaweza akafariki. Kwa kusema hivyo, lazima joto lizingatiwe, angalau nyuzi joto 23, 24, 25 ni salama sana. Kwa mazingira ambayo kunakuwa na joto kali, unaweza ukazingatia. Hayo madhara mengine feni inakuaga na kelele, tunajua ikiwa kwenye spidi, wakati mwingine unakuta zile kama panga boy haijakaa vizuri, ikizunguka inatoa mlio. Kuna mlio ambao inautoa. Sasa kama mtoto anataka kupata usingizi na kunakuwa na kelele za namna ile inakuwa ni usumbufu kwa mtoto. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine mtoto anashindwa kulala. Kwa nini? Kwa sababu ya kelele ambayo inatokana na feni. Kwa hiyo ni vema kuhakikisha kwamba unakuwa makini. Kama ina kelele basi uitengeneze, uhakikishe kwamba haitengenezi kelele ili mtoto aweze kupata usingizi kama analala au kama ametulia apate utulivu na kusiwe na usumbufu hapa na pale. Sasa inawezekana unajiuliza maswali kuhusiana na air condition. Kuna wale ambao ni matajiri, sasa wanatumia air condition. Mimi hilo sijalizungumzia. Kama utakuwa na swali kuhusiana na hilo, unaweza kuniuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako kwa wakati wote. Lakini najua ukiwa katika mazingira ya joto, kuna madhara makubwa tu ambayo yanaweza kutokea kama utumii feni mtoto anaweza kapata vile vipele vya joto na mwisho wa siku kaanza kuhangaika, gharama au kaanza kubadilisha badilisha sabuni, kumbe ni joto tu limezidi. Kwa hiyo ni vema kuweza kuzingatia. Sasa kama ulikuwa unajiuliza maswali, upele wa joto unakuwaje na suluhisho lake likoje? Joto likiwa jingi, usipotengeneza mazingira ya kulipunguza na kumvisha mtoto vizuri, anaweza kupata upele wa joto ambao tunaita heat rashes. Na mara nyingi zikitokea, kuna namna ambayo unatakiwa uweze kufanya na, na upele wa joto ukihitaji kujifunza zaidi nitumie message WhatsApp, nitakutumia somo la PDF, ambalo utaona somo la soft copy, nitakutumia somo ambalo liko katika maandishi ambao utalisoma, nitakuonyesha na picha ili unaweza kulinganisha na mtoa kama kweli ni upele wa joto au ni allergy. Au inawezekana na changamoto nyingine ya magonjwa ya vijidudu kwenye ngozi. Ukiwa na swali niuliza hapo chini. Mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.